Kwa viongozi wa bara la Afrika waliokutana nchini Rwanda wamesisitiza haja ya bara hili kujitegemea ili kukabiliana na ugaidi wa uhalifu wa kimitandao. Mkutano huo ukijadili kwa mapana tisho la matatizo haya kwa usalama wa bara la Afrika. Mwandishi wetu Collins Shitiabayi alihudhuria kongamano hilo na ametuandalia taarifa hii. Ni kongamano la siku mbili kuhusu usalama barani Afrika ambapo taasisi na mashirika mbalimbali mbali yalipata fursa kuonyesha silaha na teknolojia za kisasa katika vita dhidi ya ugaidi, tishio linaloyumbisha si tu usalama bali pia uchumi wa bara Afrika. Viongozi waliotoa hutuba katika uzinduzi wa kongamano hili wakiongozwa na rais wa Rwanda, Paul Kagame, wamesisitiza umuhimu wa Afrika kuchukua jukumu la kwanza katika kutafuta suluhu kwa changamoto zinazokabili bara hili hasa zile za kiusalama Africa must be able to rely on a platform rooted in its own realities responsive to its specificities and driven by a shared ambition our security has been treated as a burden to be managed by others Kongamano hili liliwaleta pamoja maafisa wa ngazi za juu wa kijeshi, maafisa wa vikosi vya ujasusi na mashirika ya kibinafsi ya usalama, likitarajia kutoa mwongozo wa kimkakati wa kukomesha ugaidi barani Afrika na kushughulikia misukosuko ya kisiasa. Wengi waliozungumza wakipinga kuingiliwa na mabara mengine. Kwa mujibu wa takwimu za hivi punde, zaidi ya watu milioni 45 wamelazimika kutoroka makazi yao barani Afrika. Hii ni kutokana na no ukosefu wa amani, ikitilia mkazo umuhimu wa kongamano hili. Kauli kuu ya kongamano hili ni moja: masuala ya Afrika yatatuliwa na Waafrika wenyewe. Collins Shitiabayi, runinga ya Citizen, jijini Kigali, Rwanda.